Karibu katika kituo hiki ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, jina langu ni Presenter Gutone na kukaribisha katika kituo hiki, hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription kwa faida ya kupata taarifa zetu punde zinapotokea. Na katika taarifa za siku ya leo, pana mambo kadha wa kadha ambayo yameweza kutokea na kuna masuala ambayo binafsi yangu sikuweza kufikiria kama yatakuwa yapo, lakini katika taarifa za leo inaweza kunipata kwamba ni masuala ambayo yanatokea na yapo, na sisi Bwana Geoffrey Mpina ameweza kuzungumza katika siku ya leo na kuweza kuyafichua mengi yaliyoweza kutokea kutokea katika maandamano ya tarehe ishirini na tisa. Bwana Mpina akizungumza ameweza kudokeza kwamba kuna kikosi cha kininja ambacho kinatekeleza mauaji kwenye maandamano. Baadhi ya askari walionekana kwenye picha wakiwa wana, wana, wanawashambulia watu kwa risasi na wengine walivalia kininja na wengine wakiwa hawana sare, jambo ambalo lili, liliwashangaza wananchi walio wengi na kushindwa kujua kilikuwa ni kikosi gani kilichokuwa kinatekeleza mauaji hayo. Pia zipo taarifa kuwa baadhi ya askari hawa walikuwa waongei Kiswahili na hivyo ilikuwa haijulikani wametoka nchi gani, ingawa kulikuwa ingawa walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja na askari wa hapa nchini. Hii ilileta hofu kubwa sana katika taifa letu. Kupitia uh, mazungumzo yake, bwana Mpina ameanza kusema kwamba kikosi hichi kinatokeaga kati ya polisi na wanavaa sare za kuficha macho na sehemu zingine za uso. Wanabakisha tu macho na mdomo na mapua, pengine kwa haja ya kuweza kupata hewa ya kupumua. Sasa kikosi hicho ndo kinaweza kusababisha mauaji. Bwana Mpina ameweza kudokeza pia kuwa kikosi hichi kiliweza kusababisha mauaji ya waandamanaji kupitia marisasi, na marisasi hayo yaliweza kupigwa kutoka nyuma ina maana gani, msikilizaji? Ikiwa mtu risasi itakupata kutoka nyuma, inamaanisha haukuwa unaleta hatari yoyote kwa polisi. Inamaanisha mtu huyu alikuwa anajaribu kutoroka ama kukwepa eneo ambao kumeweza kutokea msukosuko ama kumeweza kutokea vurugu. Kwa hivyo mtu huyu hakuwa hakuwa na hatari yoyote ya kuweza kufanya basi aweze kupigwa risasi. Kwa hivyo mauaji kama hayo ni mauaji ambayo hayaruhusiwi na sio ya lazima. Kumbuka msikilizaji, Polisi anaruhusiwa tu kutumia risasi yake kwa mtu ambaye anaonekana kumdhuru hasa raia, lakini ikiweza risasi lina kupiga kutoka nyuma, ina maana hauna hatari yoyote kwenye kwenye afisa wa polisi. Kwa hivyo mtu ambaye anajaribu kuondoka eneo la fu, eneo la fujo ama eneo lililoweza kutokea a, fujo fujo, anaweza kutoroka, hapaswi kupigwa risasi. Lakini wapo we, wapo waandamanaji kadhaa waloweza kupigwa marisasi kutoka sehemu za za nyuma. Kwa hivyo, inamaanisha kikosi hiki kilikuwepo kwa ajili ya kutekeleza mauaji. Kulingana na Mpina ameweza kusema kwamba serikali ilitumia nguvu kubwa na kuwasababishia watu ulemavu wa kudumu, ikaweza kuwadhuru wengine wasiokuwepo kwenye maandamano, ikaweza kuwadhuru wengine wengineo waliokuwa katika nyumba zao ama sehemu zao za kazi, lakini pia ikaweza kuhakikisha ku, kwamba watu wanaotegemea shughuli zao za kila siku waliweza kupoteza kwa ukubwa. Serikali kupitia jeshi la polisi ilitumia nguvu kubwa iliyosababisha wananchi wengi kuuawa na wengi kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu kwa kupigwa risasi. Mfano, polisi walitumia risasi za moto na kuwaua waandamanaji wengi ambao hawakuwa hata na risasi ambao hawakuwa hata na silaha. Nguvu kubwa iliyotumiwa na askari polisi ilisababisha pia vifo vya vya raia wen, wengine ambao hawakuwa hata sehemu ya maandamano. Wengine walikuwa majumbani, wengine wanakwenda hospitali, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine walikuwa wanakwenda kupiga kura, nao waliuawa. Wow. Pia baadhi ya picha za video zinaonyesha wananchi wao hawakuwa na silaha, na wengine walipigwa risasi wakiwa wamegeuza mgongo huku wakikimbia, lakini walipigwa risasi mgongoni. Walipigwa risasi kisogoni na mgongoni na kuuawa. Namba mbili, baadhi ya askari walionekana kwenye picha wakiwa wana, wana, wanawashambulia watu kwa risasi na... Msikilizaji, serikali ilitumia nguvu kubwa zipi? Ukiweza kutumia risasi katika kuwatawanya waandamanaji, hiyo ni nguvu kubwa kwa sababu waandamanaji wanaweza kutawanywa tu na vitoa machozi ama tu kwa kuweza kuelekezwa, lakini kwa kuweza kutumia marisasi ni nguvu kubwa tayari. Kulingana na Mpina, kuna watu kadhaa waliweza kusababishiwa ulemavu wa kudumu. Msikilizaji, ulemavu wa kudumu ni kama uweze kupigwa risasi, kwa mfano upande wa mguu ukaweza kukatwa, utakuwa na ulemavu wa kudumu kwa sababu hautakuwa na mguu mwingine kama ulivyokuwa nao awali. Na wengine kabisa unaweza kupoteza viungo tofauti tofauti, kwa hivyo unasababishiwa ulemavu wa kudumu Kwa hivyo, kulingana na Mpina, raia wengi waliweza kusababishiwa ulemavu wa kudumu. Kando na wale walioweza kuuawa, kuna wale walioweza kusababishiwa ulemavu wa kudumu pia. Mpina ameweza kusema kwamba wapo wale walioweza kupigwa marisasi wakabaki katika hali maututi, ama hali ambayo ingeweza kutibiwa na kudhibitiwa, lakini hawakuweza kupewa nafasi ya kupata matibabu. Kwa hivyo serikali iliweza kusababisha mauaji ya watu kama hao. Kwa hivyo Mpina ameweza kuyazungumzia mengi ambayo msikilizaji hatukuweza kuyaona. Misingi ya kikatiba iliweza kukiukwa, na bila shaka misingi ya kikatiba inavyokiukwa, hasa ya uchaguzi na, kidipl na kidiplomasia, kunashuhudiwa maandamano na kuna shuhudiwa vurugu, kwa sababu wapo watu wengi wasioweza kuridhika na kile ambacho kilichoweza kutokea. Wapo watu ambao wapo walikuwa nyuma ya watu wengine ambao hawakuweza kutokea kuweza kupigiwa kura, na kwa hivyo pana, pana jamii kubwa ya watu ambayo ina uchungu wa kuweza kuona kwamba wameweza kufanyiwa uonevu. Msikilizaji, masuala haya hayaruhusiwi kikatiba, na masuala haya yaliweza kufanyika. Maandamano ya Desemba 9 yameweza kutokana na hili, na kwa hivyo maandamano haya yanaweza kufanyika kwa ajili ya kile ama kwa ajili ya maovu yale yaliyoweza kutendewa wananchi sikilizaji hebu achia maoni yako kwenye comment section pale, hakikisha kwamba umeachia maoni yako uweze kusema kwamba unaona ni vipi ama ni kipi kinachostahili kufanyika. Na je una